Hivi mnajua ni maumivu kiasi kiasi gani nayopitia katika moyo wangu Eh? Kwa nini yananitokea mimi tu? Kwa nini mimi tu? Baba, hata mimi ni binadamu nachoka. Inafikia mahali nachoka na mimi Mama, dada, a, kwa nini haya yote eh? Anyway, ni bora niende tu mama yangu alipo, ni bora nikapumzikie kuliko kuendelea kuteseka katika iduino fo aat

Nashukuru sana mganga, dawa zako zimefanya kazi. Nimekuja kwa ajili ya kunitibu tatizo langu la uzazi. <laughs> Baya, mimi dawa zangu zina mbamba mba. Umefanikiwa kumnasua yule aliyokuwa nakuganda mm. <laughs> Sasa nitakusaidia kwenye tatizo lako la uzazi Utafanikiwa, ila tu labda nikuchane, nikwambie ukweli. Wewe hapo ulipo una kizazi. Wakati wa ujana wako enzi za usichana wako umetoa sana mimba, umedanga sana, umetoa mimba nyingi sana. Hapo ulipo una kizazi, mayai yote umeamalizia kwenye chipsi mm. Nitakusaidia <Glipo> yeah. mm. Lakini kwa sharti moja tu. Sharti gani lo mganga? Inabidi mimi na wewe tukutanishe sehemu zetu za haja ndogo, kisha utapata mimba papo hapo, maana wewe una kizazi, na ukipata mimba hakikisha hiyo mimba unailea mpaka miezi tisa ishe Utakapojifungua ndipo unaruhusiwa kufanya mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine. Unaruhusiwa kukutanisha sehemu zako za haja ndogo na mtu mwingine. Zaidi ya hapo hairuhusiwi mm. lakini mtaalamu, hakuna njia yote ambayo unaweza kunisaidia mpaka tukutane kimwili? Wewe una shida kama uwezi hilo shariti unaweza ukaenda. Oh, yeah. <laughs> Sawa, nimekubali. Na je, vipi kuhusu mwanamke wangu ambaye nakaa naye, na pia ruhusu tena na mimi kimwele? <laughs> Kama uko tayari, inabidi tuanze kazi yetu. Tutakutanisha sehemu zetu za haja ndogo mimi na wewe. Na utapata mimba papo hapo ila hakikisha usiwe na mahusiano na mtu mwingine. Twende tukaianze kazi, nikakupake dawa kwa bibi mm. Nikakupelekee moto. oh, moto oh, twende moto. Mm. Oh, yeah. Nifuate. na uchawi umekithiri, uwa uwa, ushirikina umetawala um. naikaa na sura yangu baba, naikaa na sura yangu mimi mwanao baba. Unaza binti yangu, silie, najua haya yote sababisha ni mimi mambini. Msamehe, sameheni sana wanangu. Naikaa na sura yangu baba. Usilie sana mwanangu basi mwanangu, unisamehe sana mwanangu, hii ni kama ajali mwanangu. Usilie basi mwanangu, unapolia hivyo unazidi kuumia na wewe zaidi.

Sabra, machozi yako ni bahari, kila kona machozi ni siri ya maumivu, Sabra. Umependeza. Mbona kama haupo sawa? Kuna nini? No, no, no, no. Unamkumbuka yule kaka siku ile tuliokutana naye kule kwenye gisi ya? Yeah, namkumbuka mpaka nikawa najiuliza chifu atakuwa yupo wapi, au ndo mchepuko? Unajua mi niliachika. <laughs> na aliosababisha mpaka mi nikaachika kwenye ndo yangu ni yule kaka <laughs>

saba very sorry for that. Nimekuachwa mm -hmm. kwa long time sana mm -hmm. uko bora sana but now I'm here <laughs> <laughs> <laughs>

Mm, namie mwenetu akiasela ah, kamak ah, yeah. Yaani wewe ndio unapata habari? Yaani mimi niko serious sana kiukweli, wa Mungu nakwambia na, na kati ya swala lililonifanya mi nirudi kutoka South nimekuja kumwoa Sabla. Yes, mimi naoa mwasilika, mwasilika. Mwasilika wapi? Sabla ni mzima tena ni buheri wa afya. Huo mchongo wa kuathirika nimtengeneza na kwa bahati mbaya, nilipofika nikaituma bila kuisikiliza. Baada ya jua ile kuisikiliza, akanipigia akaniambia kuna vitu amevigundua, ndo akaniambia nisikilize tena. Do jamani, sasa kwa nini nkafanya hivyo kweli? Sisi binadamu wabaya. Pole sana dada cha kukushauri mtafute daktari na huyo mkaka wafungulie kesi juu ya hili, na baada ya hapo mwambie ukweli mume wako ili mrudiane. Umenielewa dasabu? Anyway, agiza chakula <tiple> Pole sana shoga yangu. Hili jambo ni kubwa sana kwa ushauri wangu. Hebu itoe kwanza hiyo mimba. Alafu uachane, hmm, kabisa na yeye. Umenielewa Zara? Nampenda sana rake yangu. Na hilo unajua nalielewa. Siwezi. Siwezi yangu. Nampenda. Najua. Ebu achana naye kabisa kwa sababu ameshakuwa ndugu yako. Umenielewa Zara? Kwa sababu ukiendelea kuwa naye utatenda dhambi. Kwa ushauri wangu, ebu mwache, utapata tu mwingine shuga yangu, ebu mwache. Sawa. <sighs> Hili jambo ni zito, sijui hata ningenikuta mimi ningefanyaje. Pazuri sana kaka, nimepapenda. Usijali mdogo wangu. umenunua nyumba nzuri ya kifahari na unaonekana una pesa sana, umezitoa wapi pesa? Na siri nzito sana mdogo wangu, kinachotakiwa utafute pesa zako kwa njia ya halali, umeelewa? Sawa, nimekuelewa zayana. Nataka ukimaliza form 2, nikuhamishie bodi. Takua tayari. Wow. Napenda sana kusoma kaka. Nipo tayari. Sawa. Sasa nataka nikupe angalizo. Kwenye ile nyumba tulohamia kuna chumba nimeweka alama ya nyota. Sitaki, sitaki ufungue na kuingia mweekani. Nikiongea, sitaki namaanisha sitaki, umenielewa? Kina nini? Mimi kama kakako, sihitaji maswali. Ila nachotaka ufuate kile nilichokuagiza, sijui umenielewa? Sawa, mdogo wangu. Kama umenielewa vipi, nikupeleke sehemu nyingine? Hawapo hapo, umetogai? Panatosha kaka. hata hivyo nimetembea sana, nimechoka Kweli. Basi tuendelee <mimilavu> <mimilavu> u... <mimilavu> na na basi.

Hivi karibuni mke wangu aliumwa, nikampeleka hospitali, na daktari akashauri tucheki vipimo vyote. Kwa bahati mbaya, akagundulika na maambukizi alivyo Unaweza kuniambia ni kwa nini ulikuwa haupendi kuijua afya yako? Ulikuwa na shida. Ah, sabla. Kipimo chako kinaonyesha kwamba uko sawa. Hauna maambukizi, maambukizi. Yes.

Bila kujua na uchawi umekithiri, uua ushirikina umetawala mm. una mai yeah, yeah, yeah. Usinunebile kwanini? Umenuna au sababu jana ujani una kazi zilinibana sana na noma, na kweli jana jana. Ona na kubali kweli, jana sijarudi mama, ile pesa nililala kazini, sio kama nilifanya kwa kusudi mama, nililala baby. Mungu ambia nini baby, nami natafuta kwa ajili yako. Mungu ambia nini darling, nami natafuta, natafuta baby

Sawa. Nimetoka hospitali kupima na majibu yameonyesha ni mja mzito. Na kama waniamini, tafuta hospitali yoyote unipeleke nikapime.